Kwenye yale kwenye yale maombi ya uchaguzi, ila ile nyingine ya Simba hata, mtu, hata mtusifie, hatuchezi <laughs> <laughs> <laughs> eh? Asikilizwe. <laughs> Maana hao jamaa wanaturudishia ule utaratibu wa, wa... wa... wa kucheza kwenye palio ule yule aliyekuja na mpira eti amruhusiwe kumkaba mkimkaba anaondoka na mpira wake <laughs> na mpira uishi mpaka yule aliyekuja na mpira timu yake ishinde. <laughs> Mpira wa kushona ule na ukumbuka sana kwenye yale, kwenye yale maombi ya uchaguzi, ila ila nyingine ya Simba hata, mtu, hata mtusifie hatuchezi <tosijos> <tosijos> eh? tasikilizwe maana hayo jamaa wanaturudishia ule utaratibu wa wa kucheza kwenye palio ule, yule aliyekuja na mpira eti amruhusiwi kumkaba, mkimkaba anaondoka na mpira wake na mpira uishi, mpaka yule aliyekuja na mpira timu yake ishinde mpira wa kushona ule naukumbuka sana.